Sisi tumekuja kutokana na muda. Mimi kama mwenyekiti wa chama wa mkoa niliulizwa, mwenyekiti uhamaka vipi? Nikasema nitakwenda kuona mkutano wa mbunge anavyoenda kuomba kura. Nilifikiri nitakuta watu wameishia tu kama walivyokaa kina mama hapa, lakini naona kina mama wapo kule nyuma, yaani watu ni wengi sana, wana uhamaka oye! Yaani hizi ni baraka kwa mbunge wetu. Mimi nitapeleka salamu kwamba yagi uhamaka, hakuna tatizo, ana kura za kutosha. Ni kweli nikipeleka haya maneno? Hebu tunyoshe mkono kama kweli yagi ana kura za kutosha. Bado sijaona sehemu hii hii sehemu kweli yaje yana kura hapa, hebu nyosheni mkono. Zipo kweli? Hebu nyosheni mkono. Watoto wangu asanteni sana, nimefurahi. Baada ya kuona hii mikono, nimeelewa. Asanteni ndugu zangu, tumekuja kuomba kura kwa ajili ya maendeleo ya kata yetu ya Uhamaka. Najua kuna changamoto nyingi zilizokuwepo ambazo zilitatuliwa lakini hata Roma haikujengwa siku moja. Hata unapoanza kujenga nyumba yako, huwezi kuweka msingi leo ukamaliza leo. Ukimaliza leo utataka uweke na kitanda, utataka uweke sijui na kitu gani. Kila kitu kinaenda kwa utaratibu na kwa mpangilio. Lakini wazee wangu walioko hapa, wao ni mashahidi. Uhamaka ya leo sio uhamaka ya jana, juzi na wala ya miaka iliyopita ni uhamaka iliyo tofauti. Leo nikija uhamaka na hesabu nyumba nzuri zilizojengwa naiona uhamaka ni mjini. Hapa ni mjini, sio mjini jamani? Uhamaka si ni mjini? Lakini zamani silikuwa ni porini, tulikuwa tunapata maziwa hapa hivyo. Yale maziwa yameishia wapi? Bado yapo nyewe, wanyaturu bado yapo kweli? Hey, kesho na kesho kutwa kili makoli. Hey, kesho na kesho kutwa unakuta tunaweka hata kiwanda cha kutengeneza maziwa hapa, kwa sababu umeme upo si? hey, ndio jamani, ndio mambo ambayo tunakuja kwenu kuwaomba mwendelee kutuamini ili mtupe nafasi tuweze kuleta yajayo yaliyo na neema. Tulikuwa tunatembea kwa mguu kwenda Singida mjini kupeleka maziwa. Leo kuna bajaji kuna bodaboda kuna no, au nasema uongo jamani? Kweli. Kwa hiyo tulikotoka ni mbali kuliko tulipo leo. Hata mama mjamzito akiwa anaumwa au ndugu yako, unapiga simu bodaboda, boda, bajaji, nakuja mlangoni. Nasema uongo jamani? Hayo ndiyo mambo ambayo kwanza simu, lakini usafiri hadi mlangoni na bado tutaendelea kuboresha. Najua kuna mambo mengi, mbunge atakuja kusimama. Rais alipokuja, mgombea wa urais alisimama pale akasema mambo mengi, lakini akasema mengi, akamkabidhi mgombea wa ubunge Yagi Kiaratu kwenye kitabu hiki, lakini utaratibu wa Dkt. Samia Suluhu Hassan akasema haiwezekani kuwe na mambo ya ilani yako kwenye kitabu kimoja, embu na kila mkoa ubainishe mambo muhimu kutoka kwenye kata. Ndiyo maana kuna kitabu hiki cha Singida. Hata Uhamaka iko hapa, mheshimiwa diwani wenu Senge alikabidhiwa, atapita kuwaeleza mambo ya Uhamaka. Najua hapa kuna changamoto ya maji na aliyeniambia ni mbunge wenu mtarajiwa Yagi akasema hapa uamaka ni mjini, nataka hawa watu wafungue maji ya bomba hapa uamaka. Yangi oye -e! Hey, kwa hiyo mambo mengi yako humu ndani. Mimi ninaomba ni wasihi sana ndugu zangu, unapoamka asubuhi, unapolala, naomba usijiwaze wewe. Wazee wetu hawakujiwaza wao walituwazia sisi, kesho yetu sisi, kabla hatujazaliwa, tukazaliwa na leo tuko hapa. Hawakuingiza ubinafsi, lakini kuna watu ni wabinafsi, wanaingiza chuki ndani ya nafsi zao. Hawapendi jema, hawapendi lililo baya. Ukimuuliza uko wapi, hajulikani. Wewe uko wapi, hajulikani. Mimi sitaki tu, sipigi tu kura, msiwachague wale, msifanye hivi. Hayo yote ni ubinafsi. Tuwawaze watoto wetu wadogo hawa. Tulia kidogo, tuwawaze hawa watoto wetu hawa wadogo, kesho yao itakuwaje? Kuna nchi za wenzetu hawajui watoto wao walishazeeka au walishakufa kwa sababu walitengana, kwa sababu ya kuchezea fursa kama hizi ambazo tunazipata. Unaambiwa tuchague, hutaki usichague, hutaki, unataka nini? Chagua amani ya taifa lako, chagua kesho ya mtoto wako, chagua kesho ya kizazi chako. Usijiangalie wewe mwenyewe, ukijiangalia, hawa watoto kesho yao itakuwa ni mzigo, hawaijui. Tuwaonee huruma na tumtangulize Mwenyezi Mungu. CCM oyee! La mwisho, kina baba mko hapa na Dr. Samia ni mwanamke, lakini leo tumeletewa yagi kiaratu ni mwanamke. Naomba tuna baba niwaulize, hivi baba, naomba nikuulize, au nikuulize wewe, nikuulize, naomba nimuulize ambaye ameshakuwakuwa kidogo. Wewe nyumbani kwako hujawahi kuishiwa kabisa, umewahi kuishiwa? Ukiishiwa kabisa ndani hamna hata unga wa uji ndani umetoka umeenda kwa marafiki zako wote umekosa, ukirudi nyumbani unafanyaje? nawapa imani kwamba kinakuja. Ah, ah, imani ya nini? We, imani unayo <laughs> lakini umeenda umekosa, hiyo imani imegota hapa, unafanyaje? unafanya maarifa mengine, na nani anafanya hayo maarifa? Mama, mama ndio sisi. Mwae amejibu vizuri anarudi nyumbani tena, hiki anachosema kina mama, mtaniambia wakirudi nyumbani, anakutazama alafu anakuambia, fanya fanya maarifa, si ndio? Si anakuambia hivyo, akisema fanya fanya maarifa, yeye anaenda wapi? Si anatoka, unamwona anaondoka, hata aji ameshakuachia kamzigo ka kufanya maarifa. Lakini mama, utaacha kufanya maarifa? Si unafanya Ukishapata kwa jirani, unapika ka ugali kako. Yeye unamsahau kwani? Si unamwekea pembeni, akirudi anafanyaje? Je, kina baba, ukirudi, unaanza kuangalia watoto walivonona mdomoni, unajua hapa shughuli imeshaisha, si ndio? Unaanza kamrudi <laughs> mekamilika mama, hapo kafunga tumbo, ajala anasubiri uje ule, si ndio? Yeah. Mtengeni baba yenu, leteni maji, peni chakula, unakula unapata nguvu na akili ya kwenda sasa kufanya nini? Kutafuta zaidi. Huyo ndio mwanamke.